Na tukiangazia yanayojiri kimataifa ni kwamba maelfu ya raia wa Israel walikusanyika kuadhimisha ukumbusho wa miaka miwili tangu shambulizi la Hamas katika eneo la Gaza. Mapigano kwenye ukanda huo yamesababisha vifo vya wakazi 1200. Katika kipindi cha miaka miwili, haya najiri huku Israel ikiendelea mashambulizi dhidi ya Hamas, huku mazungumzo ya kuleta amani yakiendelea nchini Misri. Manusura wa shambulizi lililotekelezwa na kundi la Hamas nchini Israel walikutana katika maeneo ya mashambulizi hayo yakiwemo Nova na Kibutsim ambapo Waisraeli 1200 walipoteza maisha yao na wengine 251 kutekwa nyara. Walioomboleza wapendwa wao walikimia kwa muda, huku wakiwa wamejihami na picha, maua na mshumaa. Sherehe hiyo ilifanyika saa 12 na dakika 29 asubuhi, wakati kamili mashambulizi hayo yalitekelezwa na kundi la Hamas. Hata hivyo, serikali ya Israel ilitangaza kwamba maombolezi na makumbusho rasmi ya mashambulizi hayo ya tarehe 7 mwezi Oktoba yatafanyika tarehe 26 Oktoba jijini Tel Aviv. Takriban wa Palestina elfu sitini na saba wamefariki na wengine elfu mia moja na sabini kujeruhiwa tangu Israel ilipoanza mashambulizi ya kulipiza kisasi baada ya shambulio la Oktoba tarehe 7 mwaka 2023. <coughs> Najiri huku jeshi la Israel likiendeleza mashambulizi yake dhidi ya Hamas mjini Gaza huku mazungumzo ya kuleta amani yakiendelea nchini Misri. Seth Olale, Runinga ya Citizen.